Mimi ningependelea tuwe tuna Digital SME registry ya, ya, ya Tanzania nzima, mfumo ambao utatuambia tuna wangapi wanazalisha nini wapi na kwa kiwango gani, easy access, kwa sababu tupo kwenye ulimwengu ambao dunia ni ndogo namna hii, basi tusipate shida kutafuta taarifa ya kazi ambazo tunazipata kwa sababu tuna ofisi kila mkoa. Mimi naamini lazima tuwe tuna consolidation lazima tuwe tuna consolidation ambayo sasa mtu atajua program tulizofanya ni hizi, matokeo yake sasa yale lazima yawe easily accessed, kwamba kuna viwanda vidogo ndiyo, wanazalisha nini wapi, kwa kiwango gani. Yani, mimi naamini lazima tuwe tuna digital national SME registry. Taarifa hizi ambazo tunazo hatutakiwi kuwa nazo sisi peke yetu. Unajua, mimi naamini mafanikio yako lazima yeye yenyewe ye yajisemee kwao. Tunafanya kazi kubwa sana. Kazi inayofanyika ni kubwa sana na sisi tunataka kuona kazi ambayo inafanyika ionekane. Nyie wenyewe ni mashahidi, watu wanaona kama hamna vitu vinavyofanyika, lakini ukiona teknolojia ambazo zinazalishwa ambazo zinaonekana ni kubwa mno. Kwa sasa ni lazima tuwe flexible kubuni njia mbalimbali ambazo zitaonyesha na ambazo ni easy access kuonyesha kwamba kazi inafanyika.